Kwanza sisi tunajua kwamba CCM na mgombea wake taabani, wametepeta bwa mdogo, kila ukimwona siku hizi safura. Nawaomba madaktari wake dawa ziwe karibu, wasije wakatupa mtihani katika uchaguzi huu na safura na kutepeta kwa sababu kajua kakataliwa. Na kukataliwa, ndugu zangu, kubaya, au sio? Kukataliwa, kukataliwa, na ataiona idhara kwenye masanduku ya kura tarehe 29 Oktoba inshaallah. Sasa kwa sababu ya kuchanganyikiwa na kutepeta make moja, mtizameni dalili Kenda kaokota mfu, ndo wanamfanyia kampeni. Imekuwa wafu kwa wafu wanakokotana, maskini roho yake. Lakini kuna mambo hatuwezi kuyaachia kwa sababu ya hali zao ngumu. Leo unawachukua watumishi wa umma, unawalazimisha kuja katika mikutano yako. Tulipokuwa Unguja tulipata mpaka clip. Walimu waliolazimishwa kwenda katika mkutano wa narugusu rugusu. Aibu, fedheha, uvundo, kinyaa umekwisha, bwa mdogo. Bado siku zako zinahesabika tu, wakubaya, kukataliwa kubaya, atababaika, wakati haujafika inshallah. Lakini sasa leo leo, kesho bwa mdogo ana mkutano wake, tunaambiwa, uwanja wa Mwana Mashungi. Wacha wakamchezee Mwana Mashungi uwanjani kwake. lakini kilichofanyika ni leo, kumetoka maelekezo walimu wote, kesho hata wanaosimamia mitihani wasimamishe, wende kwenye mkutano kumnusuru bwa mdogo. Hana manusura huyu, na maelekezo haya yanatoka kwa waziri wa elimu. Sasa wewe Lela, wewe huna kura za kumpa bwa mdogo Pemba. Wewe mwenyewe hutakiwi huku kwenu. Una kura gani wewe ya kumpa bwa mdogo? Wewe ni mwanasiasa, nenda wewe. Vipi unalazimisha walimu, unawadhalilisha kuwalazimisha jambo asilolitaka, lakini hili si la mwanzo. Kuna klipu tunayo na nafikiri mwingoni mwenu umeiona. Wale wanaopita majumbani kuuliza vitambulisho vya kupigia kura, nafikiri kama mliona klipu ya jimbo la Mtambile wale, manake miye ni wapongeze Wapemba wanaume bwana wana. Mpaka wanawake ni wanaume Kiswahili Hebu piga makofi kwa Pemba kwanza, katafute wa kuchezea, usimchezee Pemba. Ukija Pemba na joho utarudi na sijui kama utaacha joho na kilemba, ukarudi kama ulivyokuja. Wakawatikisa wale waliokwenda pale, walipowazonga kwenye ile klipu, wanasema wao wametumwa na waziri Lela. Ndio kazi yako hii. Mmekwisha, mmekwisha na tutakuzikeni tarehe 29 Oktoba, hata alama ya kaburi isionekane, tukijaliwe. Lakini nimalizie katika hili, mimi namshangaa nchi hii, ati kuna mtu anaitwa katibu mkuu kiongozi wewe chief secretary Zena, wewe mdomo mrefu, unazungumzia maadili maadili ya utumishi wa umma yanakiukwa, umeufyata nini? Unabembeleza wadhifa, wadhifa unapeperuka tarehe 29 Oktoba, kwa sababu inaingia serikali mpya chini ya Rais Othman Masudi. Uliletwa tunajua ka ndugu yetu lakini hukuwepo hapa ukaletwa hati kuja kuwanyoosha watumishi wa